Hello, habari leo. Nataka nikuelekeze jinsi ya kuzuia meseji zinazoingia wakati simu imejilock au kioo cha simu kimejifunga. Sasa leo, tutajifunza jinsi ya kuzuia meseji ambazo zinaingia wakati kioo cha simu kimejifunga au sio? Ni rahisi sana, lakini njia hii pia itakusaidia kuzuia zile meseji ambazo huwa zinazoingia juu ya kioo cha simu au top on the screen naone. Kwa hiyo kuna meseji zinaingia hapo juu, waona, wafanya mambo mengine, mara meseji inaingia hapo juu. Sasa hebu tuende moja ili tuweze kuzuia hizo message lakini lengo letu kuu ni kuzuia message ambazo huwa zinaingia wakati kioo cha simu kimejizima. Sasa njia hii pia itakusaidia kufanya mambo yako ya siri. Sasa message zikuwa zinaingia wakati kioo cha simu kimejizima, kila mtu atajua siri yako, labda ya ulikuwa umeacha simu mezani. Sasa message inaingia na mtu ataisoma, au sio? Sasa hebu tuenda pamoja, ili tuweze kuepuka tatizo hilo. Utakuja kwenye application hii Njoo kwenye settings. Ukishabonyeza hapo kwenye setting, utakuja sehemu hii hapa apps and notification sio. Ah, ni right sana lakini simu huwa zinatofautiana tofautiana, lakini utatafuta maneno hayo ambayo yameandikwa apps and notification. Kwisha gusa sehemu ile nilionyosha mshala hapo Ukishagusa sehemu hiyo, kwa kuwa sehemu hiyo ndio inapatikana application zote za simu hiyo, kisha utatafuta apu inayoitwa message. Hiyo ndio apu yetu, kisha uta touch hapo au utagusa hapo, na apu hiyo itafunguka kama hivi. Basi ukishafunguka kama hivi, utakuja hapa apu notification au utatafuta maneno yanayofanana na hayo yanayohusiana na mambo ya notification app. Kisha utatacha hapo, utagusa hapo. Ukishagusa sehemu hiyo, itaonekana kama hivi. Kwa kuwa hujafunga sehemu, yani huja zote hapo, wewe hujazuia sehemu zote kama jinsi inavyoonekana hapa, ndio maana meseji zinazoonekana wakati kioo cha simu kimejilock au kimejizima. Sasa utakuja hapa utakuja sehemu hiyo iliyoandikwa on, na maanisha hapa utazima mara moja. Ukishazima hapo kutazimika kama hivi, maana yake utaonekana kiko off. Sehemu hii itabadilika itakuwa off. Kumbuka mara ya kwanza ilikuwa on, kwa hiyo ukifanya hivi kila kitu kitok kimezimika hapo. Maana yake ni nini? Meseji wakati, wakati zinapoingia hautaziona mpaka uingie kwenye apu, ndo utakutana na meseji ambazo zimetumwa, au sio? Processi hii au mchakato huu unaweza ukafungua muda wote, kama unahitaji kuona meseji zako zinapoingia muda wote juu ya kioo cha simu, au hata kama umezima hiyo screen, lakini ukifanya hivi off, meseji hazitaonekana wakati umezima simu yako, na maanisha umezima skrini ya simu yako, au lock imejifunga hapo kwenye simu yako na kioo kimejizima kabisa, hakuna meseji itaonekana mpaka wewe kabisa ufungue application ya meseji ndo meseji hizo uweze kuziona. Faida ya kufanya hivi, faida hii itakufanya ita, au itakusaidia kufanya meseji zako ziweze kuwa za siri zaidi, au secret zaidi, na watu wengine hawataweza kuona meseji zako. Basi leo nilikuwa naelekeza njia rahisi kabisa ya kuzuia watu wasiweze kuona meseji zako ambazo zinaonekana wakati simu imejizima lock na kukutakia siku njema.